a haki zetu na kwa wasichana tunaanza kuona nuru. Ni changamoto zipi ambazo mnazipitia nyinyi kama wasichana? Kama wasichana afu kwa siku hizi huwa kunabaguliwa sana, watu wanasema wavulana ndio wanaoweza na wala sio wasichana. Kivipi? Yaani msichana hawezi kwa ajili gani? Haiwezekani na wewe lazima uweze. Wewe ni msichana na inabidi ujipe matumaini, mimi ninaweza. Wewe imeshawahi kukutokea, pengine kuna siku unatoka nyumbani unaenda shuleni au unatoka shuleni unarudi nyumbani, pengine wavulana wakakuita wakakusumbua na ukafanya waka nini? Kwa mimi hiyo ilishawai kunikuta, lakini kwa mdomo wangu mpaka sasa hivi wanisogeleaga, awanisogelea. Huyo mtu alikuambia nini na wewe ukamjibu nini? Anakaambia mtoto njoo, njoo. Kwa mimi, akili zangu zika focus. Mm. Mimi niende. Ah, hapana. Akawa asa akawa ananifuata kwa mimi, nikawa nakimbia mbele kwenye watu wengi, narudi ananiita tena, njoo nikupe pipi, sijui ni na nini chumba wangu nitakuwa nakuita mchumba. Yani kama mimi sikuogopa, kamba ni baba angu, ni mjomba wangu. Kwa ukweli, nikamwambia kaka mjomba samani na kazi zangu, nimetumwa kaondoka. Nikaachana naye mpaka leo, navyokwambia ansogele. Wewe ukiwa mkubwa unatamani kuwa nani? Kwa mimi nikiwa mkubwa natamani sana kuwa daktari. Na hiyo ndoto umepanga kuisimamiaje mpaka uitimize? Kwa mimi nimepanga nitasoma kwa bidii, nitatimiza ndoto zangu, nitasikiliza walimu wangu, wazazi wangu, nitamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Kipi kinakufanya ujivunie wewe kuwa msichana? Ah, mimi najivunia sana kama msichana. Kwanza ninajiamini, najithamini kama msichana. inabidi ujiamini, usijiogope, usiogope vikwazo, na ukifanywa kukatili sio mwenye kunyamaza. Ai, eti unafikiria kanifanyia kakaangu, kanifanyia mjomba wangu alafu kaniambia nikienda kusema hata, yani atanitishia maisha. kama msichana inabidi ujiamini.